Mjumbe wa kamati ya mapambano dhidi ya ukatili jinsia wanawake na watoto Tanzania, Dr. Raya Hasani Mkoko ametoa msaada wa kifedha pamoja na kuwakabidhi vitambaa vya kushonea nguo watoto mia moja mayatima kwa ajili ya kuwawezesha ili kujikwamua na hali duni ya kimaisha. Dr. Raya amesema zoezi hilo linaweza kuwasaidia walezi na watoto hao kujenga mashirikiano ya pamoja. Hatua hiyo imejiri baada ya kuzungumza na wananchi wa shehia mbalimbali huko Kibokoni, wilaya Wete, mkoa wa kaskazini Pemba. Tunachokihitaji ni kwamba sisi kama walezi tuwe kitu kimoja. Mayatima tumejua wamepotelewa na aidha baba au mama au wote kwa pamoja baba na mama. Kwa hiyo ni jukumu letu na wao kuwapa faraja ili wajisikie kwamba na hana baba, lakini mimi pengine nitakuwa mama mlezi, sawa eh? Kwa hiyo sote tuwe na moyo wa kuwapenda mayatima. Katika hatua nyingine, mjumbe huyo ametoa wito huku akisema, nitoe wito kwa wazee, lakini pia na jamii kwa ujumla, lakini pia na viongozi wa serikali kuanzia ngazi ya taifa mpaka kufikia level ya shehia, tuweze kumsapoti mheshimiwa rais Dokta Hussein Ali Mwinyi kwenye masuala mazima ya kuwashughulikia watoto mayatima. Watoto sio wa mtu mmoja, hasa mayatima, tunatakiwa sote tuwasapoti, sio lazima kwa hela, hata kwa kuwashughulikia wakawa wanaishi vizuri katika mazingira mazuri, ili tuweze kuwaepusha na vitendo hivi vya udhalilishaji. Hata hivyo, miongoni mwa wadau ambao wamehudhuria katika hafla hiyo, kwa upande wao wamemshukuru kwa dhati Dr. Raya kwa kuwapatia msaada huo. Mshukuru mama yetu huyu